wetu kama nilivyokudokezea ni kwamba katika sehemu yetu hii ya mjadala leo tutaangazia tatizo la pensheni hasa nchini Kenya, na siko peke yangu. Katika laini ya simu tunaye Elizabeth Obege ambaye ni mwandishi mstaafu wa habari nchini Kenya, na upande wa pili wa studio kama unavyoona, designer Baziz tayari amejajaa pale. Karibu sana kabisa, naam bi Obege. <laughs> Na, na tumai unanipata kwa njia safi kabisa. Nakupata vizuri. Salamu alekum, waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatu. Na kwa kutanguliza tu labda aha, ni kwamba no. kuna utafiti ambao umefanywa na shirika la RBA na linasema kwamba nusu no. ya waliostaafu nchini Kenya wanakabiliana na hali ngumu no. kwani mafao yao ya uzeeni wanapokea yanatumika katika shughuli mbalimbali za kijamii, hasa kwa sababu vijana katika jamii wengi hawana ajira, kwa hivyo wanawategemea wazee wao. Pili, inaonyesha kwamba kiwango kinachopatikana ni cha chini mno, kwa hivyo wazee wengi nchini Kenya wanahangaika. Tupe picha kamili ya kulingana na wewe mwenyewe, uh, kama kwa jumla wanafanya na serikali huwa kiwango cha ile retirement benefit huwa ni kidogo sana haswa kwa upande wa hela Mhm. Wakuta mtu anaweza kuwa na jina kubwa kama hili langu, mtangazaji ama mtu ni inspector, lakini nafika wakati ule anapo retire hela anazopata ni duni, ni kidogo hazimfae. Na ni kitu gani chapelekea pesa hizo kwa kidogo na elfu mbili elfu nne kwa sasa, labda ni tofauti. mm -hmm. Lakini sisi tulipotoka wengi wametoka na hela na wengine kabisa hawakupata. Labda nini kinachangia hali hiyo? elf... uh, wengine hawakupata. Sasa siwezi kusema, maanake hayo namba ya serikali, unajua wanajua vile kiwango ambacho wanapatia watu, lakini bado wanaestimeti kwa kile kiwango cha zamani, wakati pesa ilikuwa na thamani. Kwa sasa mtu mm -hmm. elfu nne pension na labda una jina kama hili langu baba, elfu nne za kufani Mm -hmm. na la elfumini, elfumini. Labda, labda Zainab, nikikurudia wewe, mm -hmm, uh, tunamsikia uh, Bi Obegi anasema kwamba pesa ni kiwango ni cha chini mno, labda analinganisha na kiwango pesa thamani yake ilivyokuwa hapo awali. Labda kwako kwa wewe, unafikiria kitu gani kinasababisha kiwango hichi kwa chini sana? E, tatu mimi labda moja kwa moja naweza kulizungumzia hilo Um, kipi hasa kinasababisha tuwe na fedha ndogo kwa wastaafu? Nafikiri no. na bila shaka ni michango midogo ya, mm -hmm. ya waajiriwa wenyewe uh, katika kuchangia kwenye mfuko wa akiba ya uzeeni, na hili linatokea kwa sababu watu wengi mishahara yao ni midogo. Kwa hivyo ukiwa una mshahara mdogo no. basi bila shaka kile unachokatwa kupelekwa katika mfuko wa akiba ya uzeeni kinakuwa ni kidogo pia. mm -hmm. Hilo ni tatizo ambalo labda ni serikali tu inaweza kuliangalia na kuweza kulitatua. Biobege, nikuulize labda, ni ili kuchukua muda gani wewe kuanza kupata pesa zako hizi za pensheni? Mimi kunichukua muda mrefu, lakini hela zenyewe ni kidogo, hazifai. Kwa sababu mimi sikustaafu, nilitoka kabla ya wakati wangu. mm -hmm. Lakini bado nililipwa za za wakati wa KBC. mm -hmm ambazo ni pesa kidogo sana, hazifai, huwezi kulipia hata nyumba. Unakuta uh, watu wengi ambao wanafanya kama serikali wao wanakaa kaa katika hali ya hohehahe uchochole, kwa sababu zile pesa ni kidogo, zile pesa tuseme elfu nne shilingi. Haiwezi kufanya chochote wakati huo. Naam. Na wengi wazazi ambao tumeritaa wakati ule, kuna wajukuu wanatutegemea, kuna wale ambao wanatutegemea, kuna wale ambao wameritaa kabla, unakuta kwamba zile kama ni elfu nne kwa sasa zitakufaa kwa nini? Hazitoshi Azit, kabisa. Ningeomba uh, kama ingewezekana, zile pesa wangezirudisha wange katika kiwango cha sasa uh-huh, sio wakati ule. Naam, endelea biobege ule wengi na-naona kama ingewezekana eh, labda serikali ingefanya jambo, angalia ile ile ya wakati ule wabadilishe kwa pesa za kisasa uh-huh kwa sababu kwa kusema kweli, elfu mbili elfu nne hazifai mtu. Ndo unakuta mtu anakaa mwaka moja ashakufa kwa sababu ya stress na mambo mengi. Zile pesa ni kidogo, Zainab, kwa kwa kwa mtu, ni kidogo sana. Unakuta kwamba mtu ana jina kubwa la mtangazaji, lakini ukiangalia ile pension yake haiwezi hawezi kujimudu katika maisha yake ya kidogo Bi Zena, umezungumzia kuhusu makato madogo katika mishahara labda, mm -hmm, ikiwa ni sababu moja ambayo inapelekea kiwango hiki cha pensheni kwa kidogo mm -hmm, unafikiria kuongezwa kukatwa, uh, na labda kuna nj njia zingine mbadala ambapo mfanyakazi akiwa bado anafanya kazi, anaweza yeye mwenyewe kujitetea kuona kwamba ndio ninakatwa zile ambazo anaita compulsory wenyewe ama mm -hmm, pesa za lazima mm -hmm, kuna chengine cha ziada ambacho anaweza kukifanya kuona kwamba wanapotoka kesho maisha yao ya baadaye yanakuwa mazuri. Ni kweli kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukafanya, kama mwajiriwa, maanake kuna kampuni mbalimbali mbali binafsi ambazo mtu anaweza kuchangia akiba binafsi ya kidogo kidogo kutegemea na mshahara wake, na akiwa anachangia kule, tuna kampuni za bima kadhaa Kenya, nyingi tu. Labda mimi naona pengine hakuna ufahamu wa kutosha, au pengine taarifa hazitolewi Mm, kwa, kwa, kwa ukubwa wake ili watu waweze ku, kutilia maanani. Mm-hmm. Inatakiwa vijana hasa wakiwa wadogo pale wanapoanza kazi tu wakiwa na umri mdogo, basi watiwe moyo waweze pia kujiwekea akiba hata kama ni elfu moja kwa mwezi ajiwekee atakapofika miaka hamsini au miaka hamsini na saba au sitini huko wanapoelekea kwenda kustaafu, basi akichanganya na kile kidogo alichopewa na serikali nafikiri kinaweza kusaidia. Biobege, nkikurudia wewe uh, umezungumzia kiwango cha chini cha pensheni lakini tunaona kwamba serikali pia ina mipango kama vile Inua Jamii ambapo pia inawangalia wazee kuona kwamba kuna kiasi cha pesa ambacho wazee wanapewa kila uh, mwisho wa mwezi tuseme kwa upande wako, unafikiria serikali ina utashi wa kuona kwamba inawasaidia wazee hawa katika kukabiliana na hali zao za uzee na vilevile kuweza kugharamia mahitaji yao? Inajaribu, lakini si wote ambao wanajua kwamba kuna Inua Jamii, hawajahamasishwa kwamba kuna kitu kama Inua Jamii. Naam, wengi labda hawana habari, labda hapo tatu. Nikiongezea kidogo tu kama wakati wanapokuwa kazini, mm -hmm. Zile kampuni za bima zingeenda katika kila nani ya serikali. mm -hmm. Sasa naye inakuwa ni vigumu, hata kama ni bima, ile kiwango cha mshahara huwa ni chini. labda wakati wetu ule, hata ukimuuza Zainabu, hela zilikuwa kidogo. mm -hmm. Sasa hata ikiwa wewe utalipa, utali nyumba, uangalie na ma mahitaji ya nyumbani, uingie Inua Jamii, i, i, zina, hazitoshi. Watu wanakaa katika hali ya utotole na isitoshe hicho anachosema Chimile, obege loro, loro, hicho anachosema Elizabeth loro, Obege, ni kwamba mpango huo tatu umekumbwa na matatizo mm -hmm. ya kiufundi kwa kweli ya tumesikia katika ripoti kwamba eh, mpango huo una matatizo lakini, katibu wa wizara ya usalama na jamii na, na, na ulinzi wa wazee bwana Joseph Motari ameeleza kwamba serikali inafanya bidii kwamba amesisitiza ya kuwa mambo sasa yamesawazishwa na kila kitu kipo sawa mfumo sasa, lakini ukweli ni kwamba kama anavyosema Bi Elizabeth Obege, wastaafu wawezi kweli kuona mambo hayo kiuhalisia kwamba mifuko yao mm -hmm. iweze kupata chochote kitu cha ziada ili waweze kunufaika, ya maanake tunajua sote kwamba kusema sio kutenda. mm -hmm. Kusema ni rahisi, lakini kutenda kidogo inakuwa shida. Hakika wastaafu wanateseka na wanataka ufumbuzi upatikane. Zainab, wewe unaishi hapa Ulaya, bila shaka pia umeweza kuchangia hazina hii ukiwa Kenya. Katika kulinganisha uh, mifumo hii miwili, kipi kinaweza kuchukuliwa huku kutekelezwa kule? Mimi nafikiri vingi vinaweza kuchukuliwa, mfano kama hivyo, kuhakikisha kwamba wastaafu wana malipo ya ziada mm -hmm, na kuhakikisha kwamba wastaafu wote wanapata pesa zao kwa wakati. Shukran sana, shukran sana Biobege kwa kushiriki kwako katika mada hii. Nikutakie jioni njema. Na mimi nashukuru sana na nimefurahi sana kupata fursa hii kuweza kuhojiwa uh, katika mada kama hii na, na hakika itatusaidia